Eneo hili la ujuzi limekuwa ni muhimu sana kwa taifa letu, lakini pia tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuweka mkazo. Tumeonyesha vyuo ambavyo vimetoka kuanzia mwaka 94 na mpaka sasa hivi tuko na vyuo 80 na tunaenda kuwa na vyuo 145. Hivyo ni vyuo vingi katika kila mkoa na kila wilaya, lakini tunatambua serikali imetumia gharama kubwa kufanya ujenzi huu ambao mwisho wa siku unaenda kuhakikisha kila mtanzania anaenda kupata ujuzi anaenda kupata fursa ya kuweza kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi, shughuli za kijamii zitakazomwezesha kupata kipato. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kusema, katika utekelezaji wa shughuli hizi, sisi kama VETA tuna matarajio makubwa na tuna matarajio ambayo yanataka kulenga kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuzidi kupata fursa, na malengo yetu ni sasa ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima kukuza ubunifu na teknolojia na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii lakini pia tunaomba tuseme wananchi waendelee kutuamini kama nguzo ya kuwajengea ujuzi na maarifa. Tunataka kuona vijana wakiwa na thamani ya mafunzo ya ufundi stadi, si kama chaguo la pili, bali kama njia sahihi ya kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa.